Zaidi ya miaka ishirini kijiji cha Miwani kilichopo mkoa wa Kusini Unguja kimekuwa na changamoto kubwa ya ubovu wa miundombinu ya barabara, ambapo imekuwa ikiwaletea usumbufu wa kazi wa kijiji hiki kusafirisha mazao yao kuyapeleka sokoni. Ile kulikuwa kuna gari moja ya mwarabu mia mbili na ishirini ilikuwa inafanya ruti kupeleka mizigo asubuhi, kwa sababu barabara mbovu, angalau ilikuwa ikiwasaidia tu wale wananchi wenye mizigo yao ya kupeleka sokoni, lakini pia baadaye naye alikata tamaa kutokana barabara mbovu. Kwa hiyo kukawa tena hakuna gari kabisa huku. Habari za nyuma watu walitoa gari zao, walisema barabara mbovu, ukienda siku moja ya pili ukirudi wende gereji, na kitu cha gari hakuna cha shilingi elfu kumi. Kwa hiyo wakatoa gari zao. Hata kikutokea maziko pia inakuwa shida, hamna gari, hata kwenye nilikuwa nasikilikana kwa sababu ilikuwa changamoto tulikuwa tunayo kubwa sana, kwa sababu toka tunafungua macho wachanga tunaiona Miwani mbaya, toka tunazaa Miwani tunaiona mbaya, mpaka tuna jukuu Miwani tunaiona mbaya. Yani ile kwenda safari, we unajifikiria, mimi nitoke saa ngapi, nifike safari yangu saa ngapi, nirudi saa ngapi? Ukichelewa ukifika ile saa kumi na mbili weye, ukisema unatoka zako mdo kuja Miwani tayari waje wenye usafiri wao wanakupandishia dau baada ya shilingi elfu anachukua elfu mbili Utasikia ee, kwani hamuoni kama barabara mbovu? Raisi wa Zanzibar na mwenyekiti wa baraza la mapinduzi Dkt. Hussein Ali Mwinyi aliliona hilo na kuchukua maamuzi, na sasa ameweka rekodi ya kutatua changamoto hiyo kwa kuwajengea miundombinu ya barabara. Toka ianzishe ujenzi hapa, wananchi wengi kwa kweli tunashukuru, tumepata tumaini, maana tulikuwa tumeshapoteza tumaini kabisa tulikuwa tunaona kama tunadanganywa tu, kila siku barabara inajengwa. Ah, mnatudanganya tu, hakuna liwalo, ndo maneno yenu tu hayo, kila siku ya Mungu, hakuna chochote. Lakini sasa hivi tumaini ilipo, tunamshukuru Mungu na tuna furaha kubwa. Safari ya kuijenga Zanzibar ya sasa yenye uchumi imara na yenye uwezo wa kujitawala ilianza takribani miaka sitini na moja iliyopita tangu mapinduzi ya Januari 12 ya mwaka 1964 yalipofaulu kupindua uongozi wa kidhalimu wa kisultani, na kwa sasa inaendelezwa na Rais Dokta Hussein Ali Mwinyi. Oktoba tunatiki.